Karibu sana mtazamaji wetu wa MCC, tunaendelea na vipindi vyetu vya kuelimisha juu ya huduma ya umisheni. Mimi ni msanjos Azebigwani kukaribisha katika kipindi cha leo tukapate kujionea safari nzima ya umishenari inayoongozwa na Mchungaji Emmanuel Shirikali, mkuu wa idara ya injili na misheni AICT na mkuu wa jimbo la Arusha Mjini. Karibu sana uweze kujifunza. Haya ni mapya kabisa kutoka kwetu MCC kuhakikisha unafahamu kanisa letu la AICT Africa na chachi Tanzania linafanya kazi gani katika maeneo ya umishonari. Leo tumetoka katika kijiji cha Msomela kupitia Misima na kufika katika wilaya ya Korogwe, na hapa alipo kanisa ndipo mkuu wa idara ya injili na misheni Tanzania AICT aliweza kufungua na kusema kitu gani kinafanyika katika maeneo haya. Karibu sana tuweze kumsikiliza. Jina langu ninaitwa Emmanuel Shirikale, mkuu wa idara ya injili na misheni wa Africa Inland Church Tanzania AICT. Mahali hapa tuko eneo la Korogwe, katika roko chachi ya Korogwe mjini. Maeneo haya ni eneo mojawapo la maeneo ya umisheni. Aa, hapa Korogwe ni mjini na kanisa ndio limeanza, lakini matarajio yetu ya kwamba hapa litakuwa ni kanisa mama ambalo wataondoka kwenda sehemu zingine kufikia maeneo ya umisheni kwa sababu eneo la Korogwe limezungukwa na makabila mengi ambayo bado hawajafikiwa na neno la Mungu. Kwa hiyo mahali hapa ni sehemu muhimu sana kwa kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania kwa ajili ya kupeleka kazi ya umisheni katika makabila ambayo bado hayajafikiwa. Kwa hiyo tunapoendelea kuombea katika eh, eneo hili la Korogwe. Tuombee kanisa, tuombee wa Kristo, tuombee eneo hili. Mungu awaimarishe na Mungu awape nguvu katika kazi ya Mungu katika eneo hili. Mungu awabariki. Mwinjilisti Bagio Razalo Mwembe alikuwa na haya ya kusema juu ya maendeleo ya kanisa la AICT Korogwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa kuweza kutembelea leo kwa majina yangu, naitwa Bagio Razalo Mwembe, ni mwinjilisti wa kanisa la AICT Korogwe I am Africa Inland Church Korogwe. Hapa mahali ambapo tupo kama mnavyoona, kanisa ndo hili hapa, na bado tunaendelea na ujenzi. Kanisa letu lilianza mwaka 2021 baada ya hukubadhi wa waumini kuweza kukutana sehemu moja, na kisha baada ya hapo tuka, tuko tunatembeleana tu kwenye nyumba ya mtu, tunafanya jumuiya, na baada ya hapo, baada ms mzee wetu mmoja kwa kuweza kufanikiwa kupata sehemu ambayo tu tunasali kwenye fremu na hiyo fremu tulikuwa karibia idadi ya waumini ishirini. Tunaendelea, tulipokuwa tunaendelea, tunatamani tuweze kupata kiwanja, tukapelekwa maeneo mbalimbali mbali, ya kuweza kupatikana kwa ajili ya kiwanja, lakini Mungu na, wa Mungu bado, na wa Mungu na na wakati wakati wa wa bado wakati wa Mungu ulipofika tukaweza kuwepo mahali hapa. Baada ya kufika mahali hapa, tuliweza kununua eneo hili lakini pia eneo hili bado aliweza kujitolea mtumishi wetu mmoja, ambaye ndio ambaye ameweza kujitolea eneo hili. Kwa hiyo, kama kanisa bado tuna deni la kuweza kumlipa huyo mtumishi ambaye ameweza kutoa eneo lake. Hivyo basi, kanisa linadaiwa karibia kiasi cha milioni nane na laki tano ambayo ndio inadaiwa hapa mahali hapa, ili tuweze kanisa wasaliwe mali rasmi ya African Inland Church Tanzania, eneo la Korogwe. Hivyo basi, baada ya kufika mahali hapa, idadi ya waumini waliweza kupungua kwa kiasi kikubwa, wale ambao tulianza nao, kutokana na sababu wengi walikuwa wanakwenda kwa makazi walikopo, yaani walikopowaa nasa wanahamishwa kiserikali, serikali kwa inaweza kuhamisha kwa, kwa sababu wengi tuliokuwa nao walikuwa ni watumishi wa serikalini. Kwa hiyo sasa baada ya kuhamishwa sasa hivi tumebaki na idadi ya waumini ambao ni kumi na bado tuna pamoja na idadi hiyo ya waumini ndio ambao tumeweza kufanikisha kuweza kuwepo mahali hapa hivyo basi baada ya kuweza kufika mahali hapa na ujenzi unaendelea, na sasa hivi tunao idadi hiyo ya umini kumi, lakini pia bado ibada zetu zinaendelea kama kawaida: ibada ya Jumatano, ibada ya Ijumaa, ibada ya Jumapili, na pia bado umisheni tunaendelea kufanya kwa baadhi ya maeneo ambayo yako hapa jirani na nje ya hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, bado tunaendelea na Mungu anazidi kutupigania, kama mnavyoona eneo letu ambavyo lipo Mzee wa kanisa kutoka katika kanisa la AICT Korogwe naye hakubaki nyuma, alikuwa na ujumbe huu kwa wanakanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mwalimu George Jacob Madirisha, ninashiriki katika kanisa la AICT Korogwe, ni mhudumu wa kanisa, na hili ndio kanisa letu ambalo Mungu wetu anaendelea kutupigania katika kuifanya kazi ya Mungu, tunashukuru wenzetu wote tunaoshirikiana nao katika kanisa letu. Bado tuna changamoto nyingi, lakini tunamshukuru Mungu kwa hatua aliyotufanikisha. Tunamshukuru mwinjilisti wetu kwa ushirikiano wake na sisi, na kazi ya Mungu inaendelea. Bado mazingira ni magumu, lakini Tunaamini Mungu atafanya, na pia tunapenda sana watu wote wenye mapenzi mema kwa ajili ya kazi ya Mungu, tuendelee kushirikiana kwa ajili ya kuifanya kazi yake Mungu kupitia kulijenga kanisa letu la AICT Korogwe. Tunashukuru idara kwa kutufikia katika kanisa letu, basi tuwaombe katika shughuli zenu mbalimbali tukumbukane katika maombi, lakini pia Mungu akijalia kwa namna yoyote kama itawezekana, basi tushirikiane. Na Mungu aendelee kutulinda, aendelee kututunza, na zaidi utukufu wa Mungu uendelee kuonekana katika maisha yetu, katika safari ya kurisi ufalme wa mbinguni. Asante sana mtazamaji wa MCC na msikilizaji wetu mpendwa, Uendelea kufuatilia safari za umisheni safari za huduma ya umisheni maeneo ya umishonari huku. Safari kwanza ndio inaanza, ni ukaribishe tena katika vipindi vijavyo, ili kujionea hatua mbalimbali mbali za kanisa na huduma ya umishinari. Bado tuko mkoani Tanga. Mungu akubariki sana kwa ee ambayo unafuatilia, endelea kuombea safari hii, na sisi tukahakikishe tunakuletea kile kinachojiri katika maeneo ya umishinari. Ulikuwa nami Musa Njosa, big one wa MCC, na mkuu wa msafara ni Mchungaji Emmanuel Shirikali ambaye ni mkuu wa idara ya injili na misheni AICT, Africa Inland Church Tanzania. Kwa heri kwa sasa.